Soka uhuru hatujaiona umeme, lakini kuanzia mwaka juzi umeme umefika hadi kwenye kijiji changu. Sahizi vijana wame, wamejiajiri wenyewe, imekuwa, imekuwa ni fursa fursa kwa vijana sahizi, wanachomelea umeme, ni kitu ambacho kinatupa ajira kwao. So, tunashukuru sana kwa kuweza kutuletea huduma za umeme huku vijijini. Tangu tuanzishe hili eneo la kufanya kazi, ni msaada, kwa sababu vijana wengi wanatoka huko, baada ya kufanya shughuli zao, wanakuja wanajifunza hapa e, wanajifunza na pia wanachukua kozi kidogo kidogo. Kabla ya umeme kuwapo, hizi huduma tulikuwa tunapata Mlowo. Kutoka hapa mpaka Mlowo kuna umbali wa kilomita themanini. Kwa baada ya umeme kuwepo, huduma hizi sasa hivi ziko hapa. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita Mama wetu Samia kutuletea umeme hadi kwenye vijiji hadi vitongojini. Mama yuko kazini.